Mwenyekiti wa Taifa wa ADC, Shabani Itutu, ametoa kauli hiyo akiwa katika mkutano wa kampeni za uchaguzi uliofanyika mji mdogo wa Katoro, mkoani Geita, alipokuwa akiomba kura za mgombea urais wa chama hicho Wilson Mulumbe. Itutu ameeleza kuwa licha ya mitambo yote tisa katika bwawa la Mwalimu Nyerere kufanya kazi, bado hali ya umeme nchini haijaimarika. ADC imesisitiza kuwa iwapo serikali haitachukua hatua kabla ya tarehe ishirini na tisa, wananchi wamchague mgombea wao wa urais wa wa Wilson Mulumbe, ili kuhakikisha changamoto za nishati nchini zinatatuliwa kwa ufanisi. Vinu vyote tisa vinazalisha umeme na umeme bado haujapungua bei na kukatika kuko pale pale. Tunaomba mtupelekee taarifa kama umeme huu ni dili, tunataka wananchi wajue kama umemenuni wa kwetu, cha kwanza ushuke bei, cha pili usikatike, kwa sababu vinu vyote tisa vinazalisha umeme. Tunapoteza mapato mengi, tunapoteza mapato mengi. Umeme wa shida tunaweza tukaua hata watu mahospitalini umeme unapokatika uongo kweli mtu yeah. anapofanyia operesheni umeme ukakatika atapona tunaiomba serikali kwa sababu vinu vyote tisa vinazalisha umeme tunaomba umeme huo ushuke bei na uwafikie wananchi na usikatike katike vinginevyo wananchi tuwape muda serikali kabla ya tarehe 29 kama wote kuwa ameshusha bei ya umeme mkiwapigie kura mpigieni Wilson ili umeme huo ushuke bei na usikatike katike. Kwa upande wake mgombea urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Wilson Mlumbe amesema iwapo atapatiwa ridhaa na wananchi atashughulikia tatizo la rushwa pamoja na kuwafurusha mafisadi. ya mkaguzi mkuu wa serikali itakapofika katika meza yangu nikabidhiwa tule ripoti, mimi nitachukua hatua kali sana kwa mafisadi Nafikiri Afrika nzima haijawahi haijawahi kuona hatua hizo, kwa sababu mimi ni mwadilifu na ninachukia rushwa, na ndio maana naomba leo ridhaa ya kuweza kuongoza nchi hii. Mkituchagua ADC kupitia ilani yetu, kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna mipango mizuri ya ujenzi wa barabara, tuna mipango mizuri ya kuhakikisha elimu bora inatolewa, pamoja na pilikapilika pilika za kutafuta kipato. Serikali chini ya Wilson Mulumbe itakuwa ya kasi na bata. Kwa vijana na vijana ambao mpo hapa nataka niwahakikishie kwamba mkinichagua kula bata itakuwa ni lifestyle. Vijana hawana furaha kwa sababu hali bata, hakuna mzunguko wa pesa. Tunasema mtuchague sisi ADC kwa sababu tunayo, tunayo suluhisho kwa ajili ya hizi changamoto za kiuchumi. Kutoka Geita, Imanu Ibrahim, na hii ni Clouds.